Serikali ya Tanzania, kwa nini mnazua hofu miongoni mwa wananchi? Uchaguzi sio vita. Uchaguzi ni jambo la kikatiba na linatuhusu wananchi wote, tuchague kiongozi tunayempenda, lakini kwa bahati mbaya sisi wananchi hatujapewa nafasi ya kuwasikiliza viongozi tunaowapenda. Vyama vya upinzani ni kama vimezuiliwa kuja kwetu wananchi kutueleza sera zao. Kwa hiyo chama kimoja tu ndo kinachosikika kikitangaza sera zake Tanzania. Mbaya zaidi, hicho chama kimoja CCM kinacho uza sera nchi nzima kupitia kiongozi wa chama mwenyekiti wa chama, rais Samia Suluhu Hassan. Kwenye mikutano ya siasa ya CCM wanaeneza hofu, maana Samia anapowaambia wananchi Oktoba ni kutiki Karatasi ya kura iko hivi, utaenda pale kwenye karatasi, uangalie mahali kwenye nembo ya CCM, alafu usikosee, usipitishe tiki ikaenda ikapita lile boksi, na ukisha tiki, kimbia nyumbani <laughs> usionekane barabarani. Ah, sasa wana CCM wanajiuliza Kwani nikishaenda kupiga kura na nikatiki kwamba nimemchagua Samia, nimetangaza vita? Mbona tena naambiwa nirudi nyumbani haraka? Sinaweza nikatembea barabarani, nikaenda kuwaona majirani? Mbona siku hiyo nikishapiga kura naamrishwa na, na rais mwenyewe kwamba nikishapiga kura nirudi nyumbani nikajifungie ndani. Hiyo sarvisi ni kueneza hofu. Tayari mumefanya nini mpaka mnatutangazia kwamba tukishapiga kura tuende nyumbani tukajifiche? Kama mnasema kupiga kura kuna hofu namna hiyo, basi afadhali mumwambie mwananchi siku hiyo ya kupiga kura usitoke, kaa nyumbani kwako. Ama swala la kura ni la lazima? Atalazimishwa mwananchi kwenda kupiga kura kweli kama hataki? Mimi nazungumza, niko hapa kijijini Kindi Muyuni hapa <laughs> na juzi tulikuwa na mazishi ya kumzika ndugu yetu, mjukuu wa mzee wa zamani sana hapa kijijini kwetu, aliyekuwa tajiri sana, alikuwa anaitwa Saba huyu Saba Chami huyu alikuwa tajiri sana hapa kijijini kwetu Kindi Muyuni. Na baadaye huyo mzee pia, sijui liendaje, akafilisika. Nakumbuka sisi tukiwa wadogo tulikuta ndio utajiri wake kidogo umeanza kuyumba. Kwa hiyo utajiri sio wa kudumu, lakini Waswahili wanasema korongo ambalo limeshapitisha maji, mvua ikinyesha na mafuriko yatokee korongo lile lile litapitisha maji. Sasa kijana mjukuu wake ambaye anaitwa Deo alituacha juzi, lakini alikuwa tajiri kweli hapo kijijini. Na wakati tukiwa kwenye mazishi Malebo, rafiki yangu ambaye ni balozi akaniambia ametoka kwenye kikao cha chama, mabalozi wote wameitwa, wamepewa semina kwamba lazima watoke na watu wao kumi kwenda kupiga kura. Sasa nikamuuliza Marebo, hao watu kumi ambao wewe ni balozi wao, kwa nini unalazimishwa utoke nao, kwani kura ni jambo la lazima? Ananiambia serikali imeamua hivyo. Sasa hiyo tayari ni kutangaza hofu, kama ni lazima mabalozi wapite nyumba kwa nyumba, wakimwambia mtu twende tukapige kura na ukifika pale utiki kwa mama Samia, tayari hiyo ni kuzua hofu. Maana swala la kura ni swala la kikatiba, na wakati wa kupiga kura, wakati wa uchaguzi, ndipo ambapo mwananchi anakuwa ni mfalme, anangoja kuja kuambiwa sera za kisiasa viongozi wamwambie akiwachagua watamfanyia nini mwananchi. Sasa mwananchi si mtumwa wa kulazimishwa na balozi akapige kura, hapana. wakati